Bismillah rahmani rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi ladhi ja'alana min ahli sunnata wal jamaa ala Sayyidina wa salatu wasalamu ala sayidina muhammadilladhi haththana bittaa Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma abad. Naam, karibu mtazamaji wetu wa kipindi cha kurban. Leo katika channel yetu ya Raptor TV tutakwenda kuzungumzia kuhusiana na kurban. Kurbani ni nini? Kurbani ni mnyama ambaye huchinjwa kwa ajili ya ibada na ibada hii e, au ma miongoni mwa ibada ni kwa wale mahujaji walioko katika ibada ya hija pale. Ili ibada yao ya hija iweze kukamilika, ni lazima wachinje mnyama na mnyama huyu anaitwa qurban. Lakini pia kwa wale ambao hawapo katika ibada ya hija, wao pia wanawajibika ama ni sunna kwao kuweza kuchinja mnyama huyu qurban e, katika mfungo tatu e, mnyama huyu anayetakiwa kuchinjwa ndio huyu anaitwa qurban lakini unaweza ukajiuliza, labda kuna mnyama ambaye ni maalumu anaitwa kurbani? Hapana, mnyama ambaye ni kurbani ndiyo huyu huyu, anayechinjwa ae, ae, katika ibada nyingine za kawaida, yani kwa maana ya mbuzi, kondoo, ngamia ama ng'ombe, hawa kwa ujumla ndio tunaweza kuwaita kurbani. Lakini pia urbani siyo maalumu kwa ajili ya hawa wanyama. Wanazuoni wanatuambia kurbani ni kullu ma yutakarabu bihi linsanu ila rabihi ni kila kile ama ni kila jambo ambalo mwanadamu mtu hulifanya kwa ajili ya kumuweka karibu na Mwenyezi Mungu, yani jambo lolote ambalo wewe unalifanya kwa ajili ya kukuweka karibu na Mwenyezi Mungu, basi hilo huitwa kurban. Kwa hivyo kurbani maana yake sio specific kwa ajili ya mnyama ila ni maalumu kwa ajili ya kile kitu ambacho hukukurubisha, ama hukuweka karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia aa, ni nani anayewajibika kuchinja eh, kurbani eh? Kurbani anawajibika kwa mtu ambaye ni muislamu mwenye akili timamu, baligh aliye baligh, ni pia muislamu huyu, anatakiwa awe ni mkazi na, awe na ms, ni mzima ni, yuko sawa sawa. Lakini pia sifa za mnyama huyu kurbani, anatakiwa awe vipi? Sifa za mnyama kurbani anatakiwa awe ameepukana na kuwa chongo, kwa maana ya mlemavu. Awe asiwe na kiguu, yani kwa maana ya mlemavu amekatika mguu asiwe amekondeana, amekonda mnyama huyu anatakiwa awe mnyama aliyenenepa, mnyama aliye sawa sawa, ambaye watu wanaweza kufurahika kupitia e, mnyama huyo. Lakini mnyama huyu ana faida gani kiroho na kijamii? Kiroho kwamba jambo la kwanza kabisa kwamba ni ibada, mtu anapata faida kuwa ni ibada ya e, e, kutekeleza e, kuchinja mnyama huyu. Lakini jambo la pili linakusababisha wewe kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini jambo la tatu inakupandisha daraja inakunyanyua daraja la juu kabisa kuwa karibu na Mwenyezimungu Subhanahu wa Taala. Lakini kijamii inatuleta kuwa umoja. Mwenyezimungu Subhanahu wa Taala anatuambia katika Qurani, wa atasimu bihablillahi jamia wala tafaraku na shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu, kwa maana ya umoja. Kwa hivyo, jambo hili la kuchinja ama jambo hili la kurbani kijamii, ki inatuweka karibu, lakini pia inajenga mapenzi baina ya watu, ndugu jamaa na marafiki, inaweka ukaribu wa hali ya juu. Muda maalum wa kuchinja mnyama huyu kurbani, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza pale aliposema, man dhabaha qabla salati faqad dhabaha linafsihi waman dhabaha bada salati fakad tamma nuskuhu, kwamba yule ambaye atakayechinja kabla ya swala basi huyu atakuwa amejichinjia yeye mwenyewe kwa nafsi yake, lakini yule ambaye amechinja baada ya swala, baada ya kuwa watu wamekusha maliza kuswali, huyu atakuwa ametekeleza ibada yake ya kurbani ya kuchinja. Kwa hivyo Bwana Mtume ametuelekeza kwamba Yeah, mnyama huyu kurubani wakati ambao anafaa kuchinjwa ni baada ya kuwa watu wamekwisha maliza kuswali, ndio mnyama huyu ataweza ata, ata kuchinjwa, na nyama ya kurubani hugaiwa kwa watu hawa. Eh, kwanza nyama ya kurubani inagaiwa katika mafungu matatu. Fungu la kwanza, yule yule aliyeka nia ya kuweza kuchinja ataweka fungu la kwanza kwa ajili ya kwake yeye mwenyewe na familia yake, lakini fungu la pili ataliweka kwa ajili ya majirani zake na marafiki zake. Lakini fungu la, la tatu na la mwisho ataweka kwa ajili ya maskini na mafukara. Hiyo ndio namna ama fungu ama na watu wanaotakiwa kuweza kugawiwa. Lakini ni makosa gani ambayo yanafaa kuepukwa wakati wa kuchinja? Makosa yanayofaa kuepukwa wakati wa kuchinja mnyama kurbani, jambo la kwanza Alla yajala lahman sababan limasiatillah, kwamba asijalie mtu asifanye kuwa ile nyama kuwa ndiyo sababu ya kuweza kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu ambao huchukua nyama ile na kwenda kusherekea eh, kwa njia ama kwa namna ambayo Mwenyezi Mungu haipendi wala hairidhii. Lakini jambo la pili ni kwamba ile nyama isiwe eh, ni, ni sababu ya wewe kwenda kusherekea ba kwenda kunywa mapombe, isiwe ni sababu hiyo. Lakini jambo la tatu, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia idha raaitum hilala dhilhijja, wa arada ahadukum an yudahia falyumsiku sharahu wa adfarahu, kwamba pindi mmoja wenu atakapokuwa amekusudia kuchinja na, na mwezi ukawa umeshakwisha andama sasa wadulhija, basi ajizuie kunyoa nywele zake na kukata kucha zake wakatule. kwa nini? kwa sababu wanazuoni wakatuelezea kwamba kama mtu amekusudia kuchinja eh, kisha akanyoa mmoja katika eh, nywele zake ama kucha zake basi atakuwa amejipunguzia zile thawabu. Yani ukinyoa nywele e, katika sehemu zako, za, katika sehemu zako za mwili basi utakuwa umejipunguzia zile thawabu. Maana yake ukiziacha zile kucha zako na zile nywele zako utapata malipo sawasawa, sawa na vile vitu ambavyo vipo katika mwili wako. Kwa hivyo leo tumejifunza kuhusiana na eh, kurbani ni nini na sifa zake pamoja na analeta faida gani katika jamii. Endelea kutufuatilia katika chaneli yetu hii ya Rapta TV ili uweze kufaidika na mambo mengi zaidi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atujalie tuwe ni miongoni mwa waja wake wenye kusikiliza maneno na kuyafata aliyokuwa mazuri. Usisahau kusubscribe, kucomment pia na kushare wahadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.